Kila unapopatana na kibwagizo hicho kina kuelekeza wazi, ndani ya nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa. Nukuu ya matumaini tunasema hivi: basi sasa idumuyo imani, tumaini, upendo, na ha na hayo matatu, katika hayo lililo kuu sana ni upendo. Imani, tumaini na upendo, lililo kuu sana kwa hayo matatu ni upendo na ndio habari za nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa katika habari za nukuu nasema hivi upendo huvumilia tena huvumilia yote upendo haujivuni tena hauna majivuno yoyote upendo siku zote huishi na adabu adabu imo ndani ya upendo upendo hautafuti mambo yake yake mwenyewe bali siku zote mambo ya upendo yenyewe hujitafuta kwa njia nzuri. Upendo hauna chuki, na hakuna siku ambayo mtu aliye na chuki atakuwa na upendo. Lazima uwe na upendo ama uwe na chuki, lazima uwe upande mmoja. Huwezi kuwa vuguvugu, wala moto wala baridi, lazima uwe upande mmoja. Basi upendo hauna chuki. Upendo hauhesabu mabaya, kiwango cha kuhesabu yale uliyotendewa mwezi jana, mwezi huu, hata mwezi ujao na kuyaweka akiba, hapana. Upendo humalizana nawe katika wakati huo na uwezi kuhesabu mabaya. Upendo ufurahia na kweli siku zote, upendo ufurahia ukweli na ufurahia mazuri, si kati ya wanaofurahia mabaya. Kiwango unapokuwa umeteseka, kuanguka, kukwama, kupoteza, ndio wanachekelea na kufurahi. Tulisema hataenda mbali, tulisema hatakwama, tulisema hata fanya lolote, upendo ufurahie na tabia kama hizo. Siku zote upendo ufurahia, na watu wote wote, kwa wakati mmoja. Wakati mwingine watu ukiinuliwa, upendo usema basi, tumeinuliwa pamoja. Tukiwa chini, Bwana Mungu atatusaidia, tutatoka chini, tutapanda juu. Upendo uamini zaidi tena, uamini kama yote. Siku zote upendo uamini na uamini yote, na uvumilia katika hali zote unaokuwa katika maisha. Je, katika habari za nukuu tutasema nini? Sema hivi mambo yote uyatendayo yatende katika upendo. Kila jambo unalolifanya lifanye kwa upendo. Ukiwa na matumaini ya kwamba kesho tuliyo nayo ni nzuri bora. Ukiwa na imani kesho tuliyo nayo imeinuliwa na, ime na kuhifadhiwa. Tukiamini ya kwamba matumaini tulionayo kwa ajili ya kesho ni mazuri na aliyetuleta leo ni mwaminifu na tuendako tutafika salama. Ataangusha kila kuta. Tuna imani tutaweza kufaulu tuna imani tutavuka salama, tuna imani inawezekana, tuna imani Bwana atatenda. Kwa haya matatu imani, tumaini na upendo, lilokuu ni upendo sana. Na ndiyo inasema hivi katika habari za nukuu ya matumaini kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na hivyo ndivyo ilivyo hata leo hii ya kwamba tumaini letu na tumaini tulionalo katika upendo wa Mungu Baba ni kupata uzima wa milele. Naweza sema hivi, waweza kuwa unapitia hali nzito katika hali hii ya sasa, lakini kuwa na matumaini kesho ni bora. Kuwa na imani kesho imeinuliwa. Wezekana pengine una kazi na ujiuliza, je, itawezekana kweli? Nasema hivi kwa haya matatu liokuu ni upendo na kwa sababu ya hiyo imani na tumaini ikuelekeze katika upendo wa Mungu Baba. Ndo tukasema katika habari ile ya kwanza, ushinde ubaya kwa wema. Mungu akusaidie kila baya litakapokuja mbele zako ulishinde kwa wema. Akusaidie kuiweka nadhiri na kutimiza adili uliyoiweka, na siku zote mapende maadui zako walishe, wasaidie tena, usimame nao siku zote na ndiyo nukuu ya ja matumaini na Mathew Ndeva. Asubuhi njema kabisa, katika habari za nukuu, tunawasalimia watu kutoka sehemu zile za Butere, Kuiseru, Mumiasi, Matungu e, Lukuyani e, Shinyalu e, Makanda e, Ikovero. Tunawasalimu wote watu kutoka Malava, Lugare na Navokolo, barikiweni sana mnapoendelea kufuatilia idhaa ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Unaweza simama kwa ajili ya maombi na tena kifedha. Tin number yetu ni. Nasema karibuni sana. Endeleeni kusimama nadhi, maana tunatamani kupenyeza kufika FM. Na tunaamini inawezekana. Bwana akiwa upande wetu hakuna jambo linalomshinda Mungu wa Israeli. Mambo yote yanawezekana. Na ndio nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, asante na karibu. Kwaheri kwa sasa.